ya miradi hiyo kisekta ni elimu 495 eh, afya miradi 262 barabara ya vijijini miradi 220 maji miradi 23 kilimo 11 mazingira 6 majosho 4 na miradi ya kuongeza kipato 597 Miradi ya kuondoa umasikini awamu ya nne ni miradi inayotekelezwa know, na tasafu kwa ufadhili wa umoja wa nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani, yani OPEC katika mikoa mitano ya Arusha, Geita, Mwanza, Njombe na Simiyu. Juhudi za serikali ya awamu ya sita, mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kuimarika hapa nchini. Hali hii inadhihirishwa na utafiti uliofanywa na, ta, na taasisi ya Transparency International kwa mwaka 2024 na kutolewa kwa umma Februari 11 mwaka 2025 ambapo inaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 41 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 ikiwa imepanda kwa nafasi tano ikilinganishwa na alama 40 kwa mwaka 2023 na kushika nafasi ya 87. Nchi yetu imeendelea kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki katika kiashiria hicho cha Corruption Perception Index.